Wa aleykum warahmatullahi wabarakatuh. Ee, baada ya kumshukuru mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na kuzitaka ziada za rehema na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye na watu wa nyumbani kwake na maswahaba zake na waisilamu wote kwa jumla watakayeshikamana na mwenendo mtume hadi keme kitakosimama, tunamwomba Allah subhanahu wa taala azidi kutuongoza na azidi kutubarik na tusamehe makosa ambayo tunafanya usiku kama vile mchana, na tupe mwisho mwema kuliko mwanzo, na tuingize katika pepo kwa wahuruma wake Allahumma, amin. Ndugu Waislamu, muridi wa jumuiya za Tukadria pamoja na waliko wote, kwanza tunasema karibuni sana kwa sherehe kubwa ya kumwadhimisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili mabwana, ni jambo kubwa sana kila aliyepiga hatua yake moja kwa kuja hapa anapata rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpaka pindi atarudi atakuwa katika rehema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo hili halikola Waislamu wote. Lingekula Waislamu wote, basi Bukavu mzima ingekuja hapa. Lakini kutokana na kisi, jambo hili ni watu maalumu special automatically wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wali ambao Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani, muna majina zaidi majina saba au tano wutasike sehemu, Mwenyezi Mungu anasema Yuhanas enyi watu. Ingine sehemu, Mungu anasema yayu Yuhal kafirun enyi makafiri. Ingine sehemu, Mwenyezi Mungu anasema yayu Yuhal muslimun musilimuni enyi Waisilamu. Ingine see Mwenyezi Mwenyezimungu anasema yayu Yuhal mu'minun enyi waaminifu. Sasa hizi kategeru zoti wenye wanaitikia witu hapa, Mungu amewanadi ndani ya Koroani. Amesema yayuha aladhina amanu swalu alayhi wasalimu taslimani, enyi mulio amini. Ini ni amuri, mabwana, tulipewa amuri ya Allah, subhanahu wa taala, kwa kukusanyika hapa tu, katika amuri ya nani? Amuri ya nani? Kwa sababu jambo hili waliokusanyika wa kwanza ni malaika, kutokana na munasiba wa ayayii. Lakini sasa, waisilamu wengi ayayii w hawaijui mafuhumu yake sahihi mafumu yake sahihi kule juu mbinguni, Mungu ndo ameanza akasema hivi ii inna laha wa malaika tawsaluna ala nabi ya yuha alladhina amanu swalu alayhi wasalimu taslima aya hii Mwenyezi Mungu mwenyewe akaanza, hakika mimi taukidi haikamimi na malaika zangu yuswaluna ala nabi swalu ala rasulillahi, tunamusalia Nabi Muhamadi. Kisha ikaja filuli amuri ifiluli amuri sio kwa waislamu wote wa uh -uh. Ulimwengu ni watu spesheni, automatikali. Mwenyezi Mungu akasema sasa, yayuha alladhina amanu. Mbona mungu wa kusema yayuha, yayuha almuslimuni, enyu Waislamu? lakini Mungu wakasema, yayuha aladhina amanu enyi muliyo amini barabara, salieni nabii Muhammad. Na ndiyo kwa maana etunikusanyika hapa kwa kuweza kumsalimu mtume wetu Muhammad kwa so. Kwa hivyo inshallah, walio karibia kuja hapa wajua ya kwamba ni amri hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Wale walikwa wote walikuja hapa wajua ya kwamba haupoteze so malipo yao, Mungu atawapatia malipo, na mwenye kuja hapa sasa hatumuzidishie mtume chochote. Sisi ndio tunapata swawabu. Tuko pamoja mabwana, kwa sabu gani? Ukipenda kumusaliya mutumi unapata swawabu, kama haukumuswaliya hawupate swawabu. Mtume anasema hivi, manswali alaiya mara wahida sal so la uswali biha ashara amanunswali ashara sala so swali mi'a amanunswali mi'a paja ati yau mulikiyama manula so swalu ala rasulillah. Mtume mwenyewe akasema hivi. Yaani tukikusanyika hapa tunataka rehema za Mungu na mtume. Anasema atakaye kunisalia mara moja tu akasema sallallahu ala Muhammad. Hivi tumepata thawabu kumi. Neema sio neema. Sallallahu ala Muhammad. Salama, al Tunagonga zingine kumi. Sasa kutoka hapo tunasalia mtume mara ngapi? Ha? Huh? Sasa, mutume anasema take nisalia limoja tu anasali, Mungu anamutakia rehema kumi, nokanitakia rehema kumi Mungu anakutekea rehema mia moja. Na nokanitaka rehema mia moja, siku ya kiyama unaondoka kaburini mwako na nuru. Siku hiyo Mungu anasema, yauma yakulu almunafikuna walmunafikati lilladhina amanu undhuruna na aktabisu min nurikum, enyi mulio amini hiyo siku wa kinafiki. Sasa wanapiga kelele, ambao leo nakuta leo miji mingi sana kumswalia mutume wanapuuza, wanaona kama ni jambo la muchezo muchezo. Saa siku ya kiama utapiga kelele, liladhina amanu undhuruna, enyi mulio amini mutuangalie na sisi, naktesuminurikum, kwa hiyo nuru yenu. Swala la Rasulillah mabwana, siku ya kiama ndo utaona hii fadhila. Hapa duniani hatapata tutatukanwa awo ni watu wa bida, sijue watu gani, lakini sisi lengo letu hapa tunakuja kufanya ibada ya kumswalia, kutaka rehema za Mwenyezi Mungu na rehema za saidi na Muhamadi sau so, salamu tuzipate, nimalizie na haya. Mumoja Mungu anasema hivi inna shani akahuwale ave abta, yule anegucukia mutume anakuzidishia heri nyingi, swalla ala rasulillah. Hawa wenzetu mawahabi ambao wanamchukia Mtume wanasema ya kwamba msimia asaliwe, watu wasikusanyike. Sasa hii aya sababu nzuri ni ya kwao, ina shani akahwal abetar, yule anayekuchukia Mtume anakuzidishia heri nyingi. Hii ni ushahidi wa maulidi. Angalika, si wanachukia Mtume? dunia zima inasalia Mtume. Sasa wenye kusalia Mtume ni wachache. Sasa wanazikisi wako wanakataa kumswalia Mtume na ndio heri nyingi Mtume anazidi kupata. ina shani akahwal ha betaru yulianikukya rasuli anakuzidishia kheri nyingi na ndio. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Na hizi ndiyo kheri mutumia anazidi kupata watu ulimwengu muzima wote wanakusanyika kwa kumutakia rehema sayidi na Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, hapa tunapiga sawabu kumi kumi sema mara kumi itakuwa ngapi? Kwa hivyo inshaalah, karibuni sana waalikwa wetu. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri na na Mwenyezi Mungu atukwalie kikao chetu hiki, kiagitie baraka na neema, utoke hapa na matukufu ya Saidina Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Wabilahi taufiku, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.